Leo tunasafiri kutoka Nairobi hadi katika jiji la Kampala, mji mkuu wa Uganda, na moja ya majiji yenye utajiri mkubwa wa kihistoria, kitamaduni na kiuchumi ndani ya Afrika ya Mashariki. Je, unajua kuwa jina Kampala linahusiana na mnyama maarufu anayepatikana milimani? Fuatana nami kuijua historia hii na karibu THE STORYSIDE. Kampala ilipata jina lake kutoka kwa wanyama wanaojulikana kama impala, aina ya swala waliokuwa wakipatikana kwa wingi katika milima ya eneo hili. Katika karne ya 19, mfalme wa Buganda aliyeitwa Kabaka Mutesa wa kwanza alipochagua eneo hili kama sehemu yake ya uwindaji, eneo hili lilijulikana kama Kasubi Hill. Wazungu walipoanza kutembelea eneo hili waliliita Hills of the Impala, jina ambalo baadaye likawa Kampala. Hivyo Kampala ina maana ni eneo la impala katika lugha ya Kiingereza na Kiganda. Kabla ya wakoloni kuwasili Kampala ilikuwa sehemu muhimu ya ufalme wa Buganda, mojawapo ya falme mashuhuri za Kiafrika. Buganda ilikuwa na mfumo wa utawala wa kifalme uliosimamiwa na mfalme aliyeitwa Kabaka. Kampala ilihifadhi Kasubi Tombs, sehemu ambapo wafalme wa Buganda walizikwa. Mwaka 1856, wakati Kabaka Mutesa wa kwanza anatawazwa kuwa mfalme, aliimarisha mamlaka yake katika milima ya Kampala, huku Kasubi ikiwa eneo lake rasmi la kifalme. Wakati wa utawala wake alifungua milango kwa wageni wa kigeni, wakiwemo wamishonari Waingereza na Waarabu. Mwishoni mwa karne ya 19 Waingereza waliongeza ushawishi wao katika Afrika Mashariki na hatimaye kuifanya Uganda kuwa koloni lao. Mwaka 1890 kupitia mkataba wa Heligoland Uingereza na Ujerumani waligawana maeneo ya Afrika ya Mashariki na Uganda iliwekwa chini ya himaya ya Uingereza. Mwaka 1894, Uganda ilipotangazwa kuwa protectorate ya Uingereza, Kampala ilichaguliwa kuwa mji mkuu wa kiutawala kwa sababu ya mandhari yake mazuri na kuwa kitovu cha biashara. Mwaka Uingereza ilitia saini mkataba wa Buganda, mkataba ambao uliifanya Buganda kuwa sehemu ya Uganda lakini ikiendelea kutawala ndani ya mamlaka yake. Uganda ilipata uhuru wake kutoka kwa Uingereza tarehe 9 Oktoba mwaka 1962 na Kampala ikatangazwa kuwa mji mkuu wa taifa jipya Sehemu inayoitwa Uhuru Square. Hii ni sehemu ambako bendera ya Uingereza ilishushwa na ya Uganda kupandishwa kwa mara ya kwanza. Katika miaka ya mwanzo baada ya uhuru, Kampala ilianza kukua haraka ikiwa kitovu cha shughuli za kiuchumi, utawala na siasa nchini Uganda. Majengo ya kisasa yalianza kujengwa kama vile Parliament House. Barabara ziliboreshwa ili kuunganisha Kampala na miji mingine mikubwa kama Jinja, Entebbe na Gulu. Makerere University iliendelea kuwa moja ya vyuo vikuu bora barani Afrika. Kampala ilibakia kuwa kituo kikuu cha biashara huku soko lake likiwa na bidhaa kutoka Uganda na mataifa jirani kama Kenya, Tanzania, Rwanda na Sudani ya Kusini. Sekta ya viwanda ilianza kuimarika ikihusisha uchakataji wa kahawa, pamba na bidhaa nyingine za kilimo. Mnamo Januari 1971 Idi Amin Dada alifanya mapinduzi na kuipindua serikali ya Milton Obote. Katika utawala wake wa kutisha, Kampala ilishuhudia mauaji, ukandamizaji wa kisiasa na kuanguka kwa uchumi. Idadi kubwa ya Wahindi na watu wenye asili ya Asia walifukuzwa nchini na kusababisha kudorora kwa uchumi wa Kampala. Mwaka 1979, Idi Amin aling'olewa madarakani na vikosi vya Tanzania People's Defence Force yani TPDF kwa kushirikiana na waasi wa Uganda. Kampala iliharibiwa vibaya wakati wa vita na ilihitaji ukarabati mkubwa. Baada ya kipindi cha utawala wa Milton Obote wa pili, mwaka 1980 mpaka 1985, Yoweri Museveni na waasi wake wa National Resistance Army waliingia Kampala mnamo 1986 na kuipindua serikali. Museveni akawa rais wa Uganda nafasi anayoishikilia hadi sasa. Kwa sasa Kampala ni jiji lenye idadi ya watu zaidi ya milioni tatu ikiwa ni kitovu cha siasa, uchumi na utamaduni wa Uganda. Majengo makubwa, madaraja na barabara za kisasa zimejengwa hapa. Kampala ni jiji la utalii na historia. Viashiria vya historia ikiwemo Kasubi Tombs. Huu ni urithi wa dunia wa UNESCO. Mahali ambapo wafalme wa Buganda huzikwa. Sehemu ya pili ni Uganda Museum. Ni sehemu ambayo ni makumbusho yenye historia ya Uganda na mji wa Kampala. Lakini pia kuna Gaddafi Mosque. Msikiti mkubwa na wa kihistoria uliopo katika jiji hili la Kampala. Pia kuna chuo kikuu cha Makerere University. Ni chuo kikuu cha zamani na maarufu barani Afrika kilichoanzishwa mwaka 1922. Kwa sasa Kampala inaendelea kukua kwa kasi, na serikali ya Uganda inawekeza katika miradi mikubwa na maendeleo kama hii ifuatayo: ujenzi wa barabara mpya, uboreshaji wa sekta ya umeme na maji safi, mpango wa mabasi ya mwendo kasi, kufanya jiji hili liendelee kuwa kitovu cha biashara, utamaduni na siasa katika Afrika ya Mashariki. Je, umewahi kutembelea Kampala? Unadhani nini kinapaswa kufanyika kuboresha jiji hili? Tuachie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunafanya historia ihishi kupitia simulizi zetu.